Karibu katika hospitali rufa ya rufaa ya mkoa wa Iringa kwa huduma za kibingwa. Je, unazifahamu ratiba za kliniki za kibingwa katika hospitali rufa ya rufaa ya mkoa wa Iringa? Sasa karibu tukufahamishe ratiba za kliniki za kibingwa, siku na muda wa kuonana na daktari bingwa. Kliniki ya mganga mfawidhi Dr Alfred Mwakalebela ya magonjwa ya kina mama na afya ya uzazi ni siku ya Alhamis ya kila wiki. Kliniki ya mifupa na upasuaji ni siku ya Jumatano na Ijumaa. Kliniki ya magonjwa ndani ndani yani kisukari, presha, magonjwa ya figo ni siku ya Jumanne, Alhamis na Ijumaa. Kliniki ya magonjwa ya macho ni siku ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Kliniki ya masikio, pua na koo ni siku ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Kliniki ya magonjwa ya kina mama na afya uzazi ni siku ya Jumatano. Kliniki ya watoto ni siku ya Jumanne na Alhamis. Lakini pia daktari bingwa magonjwa ya dharura na daktari bingwa mionzi anapatikana kila siku ndani hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Karibu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa ili uweze kupata huduma za kibingwa kutoka kwa madaktari bingwa wanaopatikana ndani ya hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Kliniki hizi zinaanza kuanzia saa moja na nusu asubuhi mpaka saa kumi kamili jioni. Hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, tunathamini maisha na tunajali. We value life and we care.